Ujambo, mjukuu wangu. Sijambo, shikamoo bibi. Marahaba. mama ameenda wapi? Mama anatoka, anaenda kazini. Sasa leo nimekuchinjia kuku, twende nyumbani ukali. Nimepika na pilau nzuri, mjukuu wangu hmm. Lakini mama alimkataza kutoka hapa nyumbani, alisema nikae hapa nyumbani hmm. Mimi sini bibi yako Ndiyo. Sasa kwa nini akukataza mama yako, wauteki kuku eh?

namng'ang'ania mjukuu wangu. Awajui kama ndio nataka nimlezishe mikoba yangu. Nitamweka ndani mpaka mwezi utakavyoandama. Kweli hayupo. Nilikwambia lakini. Washamchukua tayari. Hapana, usiseme hivyo. Usiseme hivyo. Ni mtoto wangu. Ni mtoto wangu. Tunafanyaje sasa? Naenda kumchukua. Hapana. Nini? Ninaenda huko huko kumwona kuna peke yao. Sikiza nikwambie ni mdogo wangu. Huko na kwenda ni hatari. Na wale ni wachawi. Wewe shindana na wachawi. Hmm. Dada. Iwe ni wachawi. Ni wanga. Wanaroga wameinama, wamechutama. Mimi sitaki kujua. Ninachotaka ni mtoto wangu mimi. Ukicheza, wewe mtoto wako unaweza kumpoteza. Na wewe mwenyewe ukapotea. Kuna kitu kama hicho? Hakuna. Nisikilize mimi. Mimi ni dada yako. Nimeona jua mbele yako. Hmm. Dada, ni sawa, umeona jua mbele yangu, lakini hujaingia leba. Dada, ninasikia uchungu, inaniuma. Ni mtoto wangu yule. Mimi nasikia minyoo ina, yani inanizunguka, inanisukasuka kabisa tumboni. Hapana, siwezi kukubali. Ninaenda kumchukua mtoto wangu <muchu> Kakai. Kakai, nimekukumbuka Kakai. Ah sana. Habari ya siku nyingi. Mzuri Kakai, hata pale nimekukumbuka. Tuna mengi ya kuongea. Ila kwa sasa hivi siko sawa. Mama wako kamchukua mtoto mdogo wangu na hapa vipi, tunapoongea sasa hivi mdogo wangu ameelekea kwa mama yako. Wako kwa mama? Ndio. Hapana, mimi siwezi enda. Wewe nenda. Wewe mtoto una adabu wewe? Yaani, unani unanikamata unani uchawi una eh? Mimi ni mchawi? Kama mwanao umemla nyama. Mama wa kwangu mimi, aa mama yako kamchukua mtoto wangu. Sasa ninachotaka hapa ni mtoto wangu, namtaka mwanangu. Shemeji, namtaka mwanangu, niende nyumbani bila mtoto wangu. Apa, mama nyamaza. <coughs> Ah, mama <tipos> hebu nyamaza tuongee sasa. Naomba nisikize vizuri. Nataka kujua mtoto yuko wapi? Mwanangu unaungana na, na, na shemeji yako kunikamata mimi? Uchawi? Nimekuweka tumboni kwangu miezi tisa na kuzaa, mpaka unafikia umri kama huo? Mama, mama, nakuheshimu mimi. Naondoka hapa kwako, nataka ulete huyo mtoto nyumbani kwangu sasa hivi, hapa ninapoondoka, wewe nyuma yangu. La sivyo nitakuvunjia heshima. Sawa mama? <laughs>

Sio kawaida hivi. Mimi ni mjinga, mi ni mpumbavu wa mwisho. Yaani nimeambiwa tu ondoka, nitamleta mtoto, alafu na mimi nimekubali, nimeondoka, nimemwacha mtoto wangu mikononi kwa wachawi, kwa yule mwanga alioshindikana. Kama mtoto wake mwenyewe amemuua, wa kwangu vipi? Vipi? hapana, hapana, hapana. Siwezi kuendelea kukaa hapa

Hapana. Hapana. Kwa nini hujampata wakati mamako amemchukua? Unajua hili jambo linahitaji hekima. Mimi binafsi siamuona. Wewe ulimuona? Unajua hili jambo kipenzi, linahitaji hekima ya hali ya juu sana, sababu mimi mwenyewe si binafsi, siamuona. Wewe hukumuona, wala mdogo wako hujamuona. Tukienda haraka haraka sana papara, mtoto atadhurika. La kufanya, sikiliza kwanza. La kufanya ni hivi. <laughs> Nenda kamwambia mdogo wako asiwe na hasira, avute subira, maana hasira ni hasara. Mkiendekeza hasira mtoto atazurika. Sawa kakai, mama kuna lengo mbaya sana na ule mtoto. Tuyache hayo sawa au eh? Tuache nitafanyia kazi. Shawambia mniache mimi. Kingine naomba Number... tuzungumze kidogo. Hapana acha kwanza, kamwangalia dada jinsi anavyoendelea. Nitarudi baadaye. Najua kuna tatizo kubwa sana lakini hata mimi niangalia upande wangu

kweli ukistaajabu ya Musa ya Firauni, yanakuja nyuma. Dada yangu dada yangu, wewe kipenzi, mimi niko katika hali hii, wewe unaendekeza mapenzi kweli? Ina maana wewe haikumi mtoto wangu? si ni mtoto wako? ukisema hivyo unakosea. Hapana dada, kaka amesema. Kakai amesema nini? Mimi sitaki kujua. Kakai amesema, huna uchungu na mwanangu eh? Mtoto wangu si mtoto wako

kuna mchezo ananichezea huyo, lakini mimi na yeye sahani moja, nitajua kila kitu.